Upinde wa mvua ni tukio la asili la ajabu ambalo hutokea wakati mwanga wa jua unapopenya kwenye matone ya maji hewani. Ni duara la rangi mbalimbali mbali, au sehemu ya duara linaloonekana angani. Upinde wa mvua ni wigo wa mwanga unaonekana wakati mwanga wa jua unagawanywa katika rangi zake za sehemu na matone ya maji hewani. Huonekana pale jua linapokuwa nyuma ya mwangalizi au mtazamaji na mvua au matone ya maji kama vile ukungu au dawa ya maji yapo mbele. Upinde wa mvua huonekana kama upinde au nusu duara kwa sababu ya umbo la duara la matone ya maji na jinsi mwanga unavyopenya na kurudishwa. Kiuhalisia ni duara kamili lenye kitovu kinachoelekea kinyume cha jua. Lakini kwa kawaida tunaona tu sehemu ya juu kwa sababu uso wa dunia huzuia sehemu ya chini. Upinde wa mvua huwa na rangi zote saba za wigo wa mwanga, zile tunazoona kwa kawaida: nyekundo, machungwa, njano, kijani, buluu, nila au indigo na zambarau kwa mpangilio huo kutoka nje kwenda ndani. Sayansi ya upinde wa mvua jinsi unavyotokea. Upinde wa mvua hutokea kupitia mchakato wa fizikia unaojumuisha hatua kuu tatu. Moja, kupinda kwa mwanga au refraction. Mwanga wa jua ambao ni mchanganyiko wa rangi zote, unapopiga tone la maji hupinda au refracts unapoingia kwenye maji. Kila rangi kwenye mwanga ina mawimbi tofauti kidogo, ambayo husababisha kila rangi kupinda kwa pembe tofauti kidogo inapoingia kwenye tone hii ndiyo hugawanya mwanga mweupe katika rangi zake. Mbili, kuakisi mwanga au reflection, mara baada ya kupenya, mwanga wa rangi mbalimbali huakisiwa au reflax kutoka kwenye upande wa ndani wa tone la maji. Tatu, kupinda kwa mwanga au secondary reflection, mwanga hurudiwa kupinda au reflax tena unapotoka kwenye tone la maji na kurudi machoni pa mtazamaji. Mchakato huu huongeza zaidi utengano wa rangi na kuufanya upinde wa mvua uweze kuonekana. Aina za upinde wa mvua: kuna aina kadhaa za upinde wa mvua, lakini mbili za kawaida ni moja, upinde wa mvua msingi. Mwangaza huu ni upinde wa mvua mkali zaidi, na mpangilio wa rangi, nyekundu iko nje na zambarau iko ndani. Mchakato huhusisha akisi moja ya mwanga ndani ya tone la maji ndio maana unakuwa mzaifu na rangi zimebadilika mwelekeo. Mbili, upinde wa mvua pili mwangaza huwa dhaifu na mpana zaidi na huonekana juu kidogo ya upinde wa mvua msingi mpangilio wa rangi zambarau iko nje na nyekundu iko ndani. Mpangilio wa rangi umebadilika mwelekeo mchakato huhusisha akisi mbili ya mwanga ndani ya tone la maji ndio maana unakuwa dhaifu na rangi zimebadilika mwelekeo. Mambo muhimu ya kujua: huwezi kuugusa upinde wa mvua, si kitu halisi kinachoweza kufikiwa. Ni tukio la macho linalotegemea mahali ulipo na huonekana tu kwa yule anayeutazama kutoka mahali fulani. Jua na maji: upinde wa mvua unahitaji vigezo viwili muhimu, mwanga wa jua na matone ya maji hewani. Mara nyingi huonekana asubuhi na pema au jioni wakati jua liko chini angani, kwani pembe ndiyo hufanya upinde wa mvua uonekane vizuri.